Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni na wakati huu tuelekee huko Teheran nchini Iran. Naitwa Ramadhani Fupi. Waziri wa mambo ya kigeni wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran Abasi Araji amesema kwamba Iran ipo tayari kuimarisha mahusiano na mataifa ya Ulaya lakini si kwa kubembelezwa, na wala Iran haipo tayari kuyabembeleza mataifa ya Ulaya. Abas Araji ameyasema hayo wakati alipokutana na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje wa Itali Ricardo Guariglia mjini Teheran nchini Iran, ambapo katibu mkuu huyo Ricardo Guariclia yupo nchini Iran tangu juzi Jumapili, akishiriki duru ya tano ya mashauri ya kisiasa baina ya Iran na Italia. Katika mazungumzo yake na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Itali, Abasi Araji ambaye ni waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema kwamba Iran ipo tayari kupanua uhusiano wake na nchi za Ulaya, hasa taifa la Itali, lakini kwa sharti la kuheshimiana. Wala Iran haipo tayari kujivunjia heshima katika diplomasia ya ulimwengu kwa kuyabembeleza mataifa hayo ya magharibi. Aidha, Abbas Araji ameongeza kuwa Iran na Itali zipo katika uhusiano mzuri na wa kudumu katika nyanja zote kama vile siasa, uchumi na hata utamaduni. Hivyo mashauriano ya mara kwa mara yanayohusu siasa baina ya mataifa hayo mawili yataongeza ufanisi dhidi ya mitazamo ya pande zote mbili, kwa maana ya Itali na Iran. Kwa upande wake, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje wa Itali Ricardo Guariclia amesema kwamba kwanza amefurahi kufanya mazungumzo mazuri na viongozi wa serikali ya Iran, huku na yeye akionyesha nia ya kuendeleza mahusiano mazuri na Iran kwa kuzingatia masilahi ya pamoja. Hata hivyo, Abbas Araji, waziri wa mambo ya kigeni wa serikali ya Iran, amemwambia mwenzake wa Itali kuwa Iran ipo tayari kuimarisha mahusiano na mataifa yao ya magharibi, lakini kamwe Iran haipo tayari kuona inabughudhiwa au kutendewa matendo ya kiovu, huku wakitolea mfano mataifa ya Ulaya ambayo kwa wakati huu bado yanashikilia msimamo wake wa kutaka kuliwekea vikwazo taifa hilo la Iran. Mfuatiliaji wa kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini na wewe pia una nafasi ya kutoa maoni yako. Lakini pia usisahau kusubscribe, ku like pamoja na kushare, ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.